Ndugu waheshimiwa madiwani, wataalamu wa kufunzi wetu kutoka chuo cha serikali za mitaa Hombolo, awali ya yote, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu katika hii siku ya leo na mchana huu, lakini zaidi nikupongeze mkurugenzi katika surprise hii ambayo umeileta hapa ya siku ya kumbukizi ya kuzaliwa mama Samia Suluhu Hassan hatukutegemea hili kama litatokea, lakini limetokea na umetuletea keki, tunakushukuru sana na tuna imani kuwa unamkumbuka sana mama Samia kwa yale mazuri ambayo anaifanyia halmashauri yetu, lakini pia anayoifanyia nchi yetu. Mtu mzuri siku zote kukumbukwa kwa yale mema ambayo anatufanyia, na sisi halmashauri ya mji tumemkumbuka mama yetu Tutakula keki kwa niaba yake, lakini naomba atupokee. Tumemkumbuka, tunampenda, tunamjali, tunamthamini, yaani hatuna cha kusema juu yake isipokuwa tunamshukuru katika yale yote ambayo anatufanyia. Ameturahisishia sana, maisha yamekuwa mepesi, na hasa kwenye ile miradi ambayo sisi kama mashauri tulikuwa tunapaswa kuitekeleza kwa asilimia mia miradi ya elimu, miradi ya afya, miradi ya barabara na kadhalika. Tunashukuru na kufurahi sana sana. Watoto wetu wanakwenda shule, matibabu yanapatikana, na muda huu si mrefu, bima za afya kwa wote zitapatikana na watu wote watapata huduma ya bima za afya, na hata wale wasiokuwa na uwezo mama yetu amewaona na ata atawate...